Sikia hao wasanii wa leo hawajui kuimba kama wasanii wa zamani, enzi zilizopita, enzi za mazakale oya, vipi sasa? Sikia sikia Vilevile, penzi linaweza kukupa huzuni milele moyoni mwako, ukashindwa kuelewana na ndugu rafiki, hata na wazazi wako. Utakosa raha ya maisha, hata kama una pesa, vitarara viungo vyako, kimawazo takesha. bombokra bombokra Vilevile penzi linaweza kukufa uzuni mile mioni wako, ukashindwa kuelewana na ndugu rafiki, hata na wazazi wako, utakosa raha ya maisha, hata kama una pesa vitalala, viungo vyako kimawazo, takesha mm-hmm. shaboy teroche yeah, yeah.